Na kwingineko ni kwamba kwa wakazi na wafanyabiashara wa Isebania katika soko la Mama Mboga wameelekeza kidole cha lawama serikali ya kaunti, wakilalamikia kile walichokitaja kama uzembe wa viongozi wa kaunti katika kusimamia masuala ya usafi wa mazingira. Wafanyabiashara hao wamesema kuwa takataka zimezagaa katika maeneo mbalimbali, hali ambayo inaendelea kuhatarisha afya ya wananchi na shughuli za kibiashara. Wafanyikazi sokoni Isebania wamejitokeza kulalamikia hali mbaya na mirundiko ya taka sokoni humo. Wamelaumu serikali ya kaunti kwa kulegea katika usimamizi wa masuala ya usafi na mazingira duni ya biashara. Tunasikitika sana kuona tauni yetu vile iko chafu. Ushuru tunatoa lakini usafi hatuna. Sisi kama wamama tunanyanyasika siku zote, hatujui tuende wapi, tukimbilia wapi? Serikali tunaomba mtusaidie kama sisi kiongozi wetu tuliwachagua, lakini kulingana vile tuliwachagua maendeleo tulioahidi wa na wao hawakuweza kutufanyia. Soko chafu, yani linanuka hatuna watu hata wakufagia lakini kila siku tunakata ushuru ambapo ni shilingi hamsini. Umebeba mzigo kama mimi, nauza mchicha, nabebaga mchicha wa shilingi elfu tano ambayo ni mia mbili hamsini lakini naambiwa nikate mboga ya ushuru wa shilingi hamsini. Je, mimi nitaenda na nini nyumbani? Yaani tunanyanyisa na mimi ni mjane, nitanyanyasika sana, tunanyanyasika sana. Ukienda kuambia tunachagua viongozi sawa, tumewachagua viongozi viongozi tuliochagua wanafanya makwao. Mimi nilikuwa naomba sisi kama makerero tufa, tutafute la, kiongozi ambaye atatujali. Kuzagaa kwa takataka taka hizo kunazidi kuathiri afya ya wakazi na shughuli za biashara, sasa wakiwataka viongozi wa kaunti kuwajibikia swala hilo. Ila cha kushangaza ni kwamba tumechagua viongozi wa, watuwakilishe shida zetu kwa serikali. Lakini nashangaa mji wetu umechafuka, mpaka biashara zetu tunazofanyia hapa. Mimi ni fundi garage, nafanyaga hapa, lakini mpaka wateja wanashindwa kuja kukaa hapa kwa sababu ya harufu chafu inayotoka kwenye nani, kwenye takataka hizi ziko hapa. Tumejaribu kuambia viongozi wa serikali waje watusaidie waondoa hizi takataka. Angalia, zimetapaka mbuzi wanakula hapa, wengine wa, wa... wa... mpaka chupa zimejaa hapa, zimetapaka kila kona zinatoboa mpaka mapikipiki, watoto washuleni wa, wa zinawakatakata miguu hapa. Kwa hivyo kutuwe, tunaongoza tunaomba kwamba watutafutie we, watafutie viongozi wa ngazi za juu, huenda sauti yao ikasikika zaidi kuliko hawa ambao tumewachagua hapa. Wakazi na wafanyabiashara hao wametaka serikali kuwajengea mahala salama pa kufanyia biashara zao, wengi wakilalamikia baridi na jua kali. Eh, mimi nikiangalia kweli hali ya hii town ni chafu sana. Kwanza ukiangalia mazingira yenyewe sasa hivi sio ya, ya, ya, ya kufurahisha. Tungeomba viongozi wetu wajitahidi, waje watutolee uchafu kama huo unaorundika unaorundikana hapa town town. Ukiangalia soko hili kwa ukweli, hatuna soko hatuna soko hatuna maligiti na viongozi tunaowachagua, tunalalamika kwao lakini hawatuelewi. Watupe soko kwa sababu ukipita boda lazima ukate ushuru na hapa soko letu hili ni chafu kwa kweli. Jua linatuchoma mchana kutwa, mvua inatunyeshea, yaani kila kitu. Sisi wamama wa Isebania tunaumia, tunaumia na tumechoka. Tunaomba, ombi letu tunaomba kwa rais wetu Mheshimiwa Ruto, akipenda akiwa huko Ikuru atusikie jioni ya sasa na wakulima wa miti.